natamka kwa ulimi, natamka kwa ulimi. Ungependa kuwa mslamu? Ushasema shahada hii. Ni maana yake kwa Kiswahili. Okay, at least ujua umesema nini. Natamka kwa ulimi natamka kwa ulimi na nakubali kwa moyo ya kwamba hapana pasaye, hapana pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke peke yake. natamka kwa ulimi na nakubali kwa moyo, na nakubali kwa moyo ya kwamba Muhammad